Sasa hivi dada Salama, mzima? Nzuri kabisa. Unaitwa nani? Na, na Faith Paul. Okay, karibu sana na, leo ningependa unielezee kuhusiana na ugonjwa wa kisukari. Wewe binafsi ushawe kusikia huo ugonjwa ni ugonjwa ambao upo, nimeshashuhudia pia watu wenye ugonjwa huo, na sina experience kubwa kuhusu huo ugonjwa, lakini naweza kuelezea kwa jinsi. Okay, ninaweza jua mimi ni kwamba ni ugonjwa ambao sio auambukizi, yani hivi like mafua labda hivi, ugonjwa ambao mtu anaweza kaupata labda kwa kwa ulisi labda kwa kwa mababu au vivi

Na nini. Experience na nini? Okay, ni kipi ambacho ungependa kuambia madaktari ambao ni wataalamu wa hayo masuala ya ugonjwa wa sukari. Ni kipi ambacho ungependa kuambia hasa ni nini? Eh, sasa ningependa kuambia saa jambo gani awazidi tu kuwasaidia cha watu yeah. Okay. Yeah, ni cha kuongezea cha ah, cha kuambia hao wataalamu wa afya cha kuongezea, labda kwa watu kwa watu, sababu mtu anaweza ukaishi na huo ugonjwa lakini usijijue. Kwa hiyo watu tuwe na tabia za kwa, tunafanya check up mara kwa mara ili hata kama unao ili uangalie mtu unajua kabla ajawa kubwa, kwa sababu sukari, nadhani ni kama pressure, ina tabia kuumiza. Okay, tunatabia kwenda hospitalini, tunafanya check up mara kwa mara, ili ukibainika unao ugonjwa na unapata kusaidika kabla ujaleta madhara makubwa sana. Okay. Nikushukuru sana na ningependa nikumbushe jina lako, unaitwa nani, unatokea wapi? Mkoa upi? Dar es Salaam. Nashukuru sana kwa muda wako. Habari za sasa kaka? Safi. Mm, unaitwa nani umari, mkua, na umetokea wapi? Naitwa Omari, natokea mkoa wa Dar es Salaam. Na unaitwa Umari nani? Naitwa Omari Seni. Okay, sasa Mr. Omari, leo ningependa kuelezea husiana na ugonjwa wa kisukari. Je, huo ugonjwa wa kisukari unaufahamu au unauelewa nao? Na, naufahamu, naenu, uwa, uwa ugonjwa. Yeah. na katika maeneo unakokaa au unakotokea je, yeah, ushawahi kuona mtu akiugua huo ugonjwa wa kisukari? Wundia, sana. Mm. Okay. Na sasa ni kipi ambacho ngependa kuwaambia wataalamu wa afya, hususan madaktari na ambao wana utaalamu kuhusiana na huo ugonjwa wa kisukari, ni nini hasa huduma Mungu, Mungu mm, gani ambayo ungependa waengelezi? Ni kipi cha mwisho, ama ambacho ungependa kukiongezea, hususan jambo ambalo amba ungependa kuambia wataalamu wa afya, cha mwisho kabisa ni nini, kipi? moyo mwe wangu mimi mwenyewe kikubwa hmm. tu tunawashukuru. Okay, tunawapenda kwa huduma zao wanazotoa njema, tunawashukuru kikubwa. Pia tunawaombea kwa Mungu waendelee kutoa huduma, wawe na uwezo na kujituma kuhudumia wagonjwa kama hao. okay. cha kuongezea, hmm. ah, mimi naona niishie hapo, ila ndo hivyo tu nawaombea wawe na nguvu ya kujituma pia, yani ndo hivyo tu, yani sina lingine na kuongezea mm. Okay, nikushukuru sana sana Mr. Tomari kwa muda wako.